tumefika mahali tunahitaji kuamini sana, haleluya! Na Mungu ako tayari kutusaidia. Mungu ako tayari kutembea na sisi. Usiangalie kiwango ya maisha yako ukadunisha uwezo wa Mungu. Usiangalie vile umeshindwa na mambo ukaona ya kwamba Mungu hawezi iii kwa hiyo mambo yako yote. Haleluya, amen! Bwana atakustua Bwana atakusua, atakusua na muujiza, atakusua na maajabu, atakuzitoa mpaka ubaki ukisema kama hana, ya kwamba Mungu wainua wanyonge kutoka mavumbini na wahitaji kutoka jahani na kuwaketisha juu wakuu ya wakuu. Haleluya, amen, na kuwaketisha juu ya viti vya wakuu. Kwa hiyo wapendwa, tujipe moyo, naomba ukajikaze katika imani. Naomba ukone inawezekana. Tunapoenda kuomba, dada yangu, ndugu yangu, inawezekana usilulishe mkono wa Bwana. Upenda sisi ni wanadamu, tunaweza ona ikiwa ngumu, lakini tukumbuke ya kwamba anaweza no kufanya bahari ikawa jangwa wakati jangwaakai Iyo, anapanya, mingine, mbasa, kwa kiwango hiyo utaacha kusangazwa ni kile shetani anafanya. Ukiona, unajua ile mambo ingine inatusumbua, wakati mwingine shetani anatupumbaza kwa sababu anafanya tunaona haleluya, na anakimbia kwanza afanye